Jina naitwa anaitwa Grace Sondi, ni kaimu meneja rasilimali watu na utawala katika kampuni tanzu inayoitwa ETDCO inayojishughulisha na ukarabati na usambazaji umeme wa katika Tanzania na nje ya nchi. Aa, katika sikukuu hii ya Mei Mosi mwaka 2025, sisi ETDCO pamoja na wafanyakazi wote kwa ujumla tuko hapa kuwakilisha na kushiriki katika maadhimisho haya ya sikukuu hii ambayo inafanyika kitaifa na kidunia nzima, huweza kujumuika na wafanyakazi wengine duniani kuwapatia, kuwatia hamasa wafanyakazi kuweza kuboresha utendaji kazi mahala pa kazi, lakini vilevile vile, uongozi wa ETDCO umejipanga kuhamasisha zaidi wafanyakazi ili waweze kufanya kazi kwa bidii zaidi, kufanya kazi kwa ushirikiano lakini vile vile kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa ili kuweza kuleta tija katika taasisi, lakini katika jamii na katika nchi kwa ujumla. Kwa majina naitwa Monika Limo. Ni mwenyekiti wa wafanyakazi tawi la ETDCO. Tunapenda kujivunia siku hii ya wafanyakazi. Kwanza tunapenda kufurahi kwa sababu ofisi yetu imependa kushiriki hii siku pamoja nasi na pia tunashukuru management pamoja na wakuu wote wa idara kwa ajili ya kufanikisha hili jambo, na pia tunapenda kushukuru me, nani uongozi mzima wa ofisi pamoja na CPA Sadoki Mgendi kwa kutu, kwa kutuwezesha kufanyisha kufanya hii kitu, na wote tukaungana kwa pamoja, na pia tulikuwa tunashukuru kwa umoja ambao ofisi yetu imetujengea imetupa uwezo ambao tunaweza tukafanya kazi kwa umoja, upendo na kuhakikisha miradi yetu tunaifanya, tunaifanya kwa wakati na kwa muda sahihi.